Kikweli kabisa nimefurahishwa sana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa katika eneo letu la jiji la Dodoma. Najisikia furaha nikiona wana Dodoma wanajitokeza kwa ajili ya kufanya uwekezaji mkubwa, kwa sababu ili mji uwe makao makuu, lazima uwe una sifa na miundombinu na huduma ambazo zinafanana na makao makuu. Kwa hiyo uwepo wa ukumbi huu manake una support Dodoma kuwa makao makuu ya nchi. Dodoma inakuwa kwa kasi kubwa sana hivi sasa na ni kati ya miji michache hapa nchini Tanzania ambao ukuaji wake umekuwa wa kasi kubwa sana. Nichukua fursa hii kutoa rai kwa wadau wadau wote, hasa wakazi wa jiji la Dodoma kuichangamkia fursa hii, kwa sababu hivi sasa kama nilivyosema, Dodoma inakuwa sana kwa mahitaji ya huduma mbalimbali kumbi hoteli, ni mahitaji makubwa sana, kwa ni fursa kubwa hii, waichangamkie ili waweze pia kupata manufaa kutokana na makao makuu kwa do